Karibuni wasikilizaji wa Redio Mbiu Sauti ya Faraja Mutajwa, ya Kumuenzi, katika kipindi hiki kinacholetwa na Padre Stanslaus wa mkurugenzi wa shule ya Kwauso kumwenzi, huyu tunayekutana naye katika sanda ya Torino, sanda ya huyu aliyekuja ili sisi tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, tuienzi huruma yake isiyojua mipaka. Leo ikiwa ni siku ya kumi na sita ya Kwaresima tunaangalia neno INRI. Taanza na nukuu: kama mchoraji, siwezi kuamini kwamba mjanja yeyote angeweza hata kufikiria kutengeneza picha ya Kristu kwenye sanda. Hakuna msanii yeyote ambaye angeweza kuwaza kazi ya namna hii, mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya mchoraji mmoja Karo Kara. Hapo nyuma, tumeona kwamba pamoja na kwamba Warumi sio waanzilishi wa adhabu ya kusulubisha, walijitengenezea taratibu zinazoeleweka kuhusu utekelezaji wa adhabu hiyo. Hivyo kwa mfano tuliona kwamba baada ya kuhukumu mtu kifo hakimu aliandika kwenye ubao mdogo jina la mkumiwa na kosa lake, ni kama kitambulisho. Ubao huo uliitwa Titulus Crucis, ulipigiliwa msalabani juu ya kichwa cha mwadhibiwa. Wasanii wa karne nyingi walipotengeneza misalaba ya Yesu, kwa desturi waliandika juu ya kichwa cha sanamu ya Yesu pale msalabani, neno INRI ikiwa ni kifupisho cha kitambulisho chake kilivyoandikwa na Pilato katika lugha ya Kirumi, Yesus Nazarenus Rex Judeorum, tafsiri yake Yesu Nazareti, mfalme wa Wayahudi. Injili ya Yohani inasema kwamba Pilato aliandika kitambulisho hicho katika lugha tatu ambazo ni Kiebrania, Kiyunani na Kirumi. Hii tunaikuta katika Injili ya Yohane sura ya 19 mstari wa ishirini. Kwa mujibu wa anwani aliyoandika Pilato, tunaweza kusema hivi, historia nzima itakumbuka kwamba Yesu Nazareti, baada ya uchunguzi wa kina wa hakimu mwenyewe, hakimu mwenye uwezo na mamlaka halali alihukumiwa kwa ajili ya kosa la kuwa mfalme wa Wayahudi. Vitabu vya injili vingine vinatambia kwamba walimshtaki Yesu au kupendezwa na jinsi Pilato alivyoandika hiyo anwani, lakini alichoandika hakimu ndio hicho kilichoandikwa na kitadumu hivyo hata mpaka ukamilifu wa nyakati, maana Pilato hata muhukumu Yesu kwa mara ya pili akitatundikwa kwa, kwa bahati mbaya. Pilato aliandika hivyo kwa makusudi kamili baada ya kufanya uchunguzi wa kina akizingatia kila kipengee cha ushuhuda ukiwemo ushuhuda wa Claudia mke wake kwamba huyu ni mtu mwenye haki. Mwaka 1997 watafiti A. Marion na A. L. Courage kwa chuo kimoja cha Ufaransa walidai kundoa maandishi ya utambulisho kwenye sanda kwa kutumia kifaa cha kisasa kinachoitwa microdensitometer kwamba huyu ni Yesu Mnazareti. Lakini mpaka sasa ni vigumu kukubali au kukanusha madai yao. Kwanza tuwapatie muda wanasayansi wenzao kwa kiki uchunguzi wao. Wapo wengi ambao baada ya kuzingatia sana yote yaliyompata mtu wa sanda hawaoni ugumu wa kusema kwamba huyu ndiye yule ambaye ubao wa utambulisho wake juu ya msalaba ulisomeka Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Kwa kuchukua msimamo huo, bado hawapingani na Dr. Robert Bucklin hata kidogo, aliyefanya majumuisho ya kazi yake ya kusanya pamoja taarifa zote za uchunguzi wa sanda kama mpelelezi tiba na mpelelezi makini. Kama hivi kufuatana na taarifa hizi zote, haitakuwa ajabu kwa mpelelezi tiba yeyote kutamka kwamba kuna mtu mmoja tu katika historia ambaye amepitia katika mlorongo wa matukio ya mtu wa sanda na mtu huyo ni Yesu Kristo. Mwisho wa ukoo. Jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba msimamo wao unapata nguvu ya nyongeza inapoonyeshwa kwamba wasanii walio wengi katika historia kuanzia karne ya tano, waliowahi kutoa picha takatifu tunazokutana nazo sehemu mbalimbali hata leo na kuziita picha za Yesu, asili ya michoro hiyo ni si nyingine bali ni picha ya sanda ya Torino. Hii inatokana na kwamba picha tunazoziita picha za Yesu hata bila kuzijua. Kwa nini tunaziita hivyo? Zina mfanano maalum wa tabia. Chimbuko la tabia hizo ni picha ya sanda, na tabia zinajulikana kama Vignon markings. Mchoraji mmoja anaitwa eh, Paul Vignon ndiye aliyezibaini hizo tabia mbalimbali, akiwa wa kwanza katika utafiti wa sanda ya Torino. Msumari wa kumsulubisha huyo ulipitia katika nafasi inayoitwa space obresto. Hii imetokana na uchunguzi uliofanyika tangu nyakati za Pierre Barbet, aliyoona haraka kwamba misumari ya kumfungia mikononi msalabani mtu huyu akupitishwa viganjani, kama zinazoonekana sanamu za michoro ya Yesu yotengenezwa kwa wasanii walio wengi katika historia ya uchoraji. Kwa mujibu wa kitabu kilichoandikwa na huyo Dr Pierre Barbet na Dr Atkavare, kila msumari ulipitishwa kwenye kiwiko cha mkono. Dr Barbet anaeleza kwamba katika hali hiyo msulibiwa aliweza kubaki msalabani kwa muda wote; ambavyo msumari ikipitishwa viganjani, viganja vitachanika kutokana na uzito wa mwili na mtu atanguka chini. Kwa hiyo msumari ukipitishwa mahali panapoitwa the space of Destot, yaani kwenye kiwiko bila kuvunja mfupa wowote, ndiwo tunaona matokeo yake kama mtu wasanda anavyoonekana. Maelezo ya Dr Barbet anasema e, unapoendelea kuingia ndani zaidi msumari unalazimika kuijeruhi nervu moja muhimu inayoitwa nervu ya fahamu ya kati median nerve. Ni nervu inayongoza mawasiliano kati ya kidole gumba na ubongo au uti wa mgongo. Nervu hiyo inapojeruhiwa, maumivu makali sana yanampata mteswaji. Matokeo yake ni kwamba kidole gumba kinajikunja ghafla kuelekea kiganjani. Mtu wa sanda wakati wote alipokuwa msalabani, akiwa hai, vidole vyake gumba, mikono yote miwili, vilikuwa vimekunjwa. Baada ya kifo, kufuatana na mabadiliko ya kukamaa viungo, inaitwa kitaalamu rigor mortis, vidole viliendelea kuwa hivyo. Ndio sababu, anavyoeleza Dr Barbet, kila mkono wa mtu wa sanda inaonekana vidole vinne tu ambapo kidole gumba akionekana. Hiyo ni habari ya jinsi huyu mtu alivyotundikwa pale msalabani, na neno INRI likuwa limeandikwa juu ya kichwa chake kumtambulisha kwamba huyu ni mfalme wa Wayahudi. Basi ndugu wasikilizaji, kwa leo tufunge kipindi hiki cha tafakari juu ya sanda ikiwa ni siku ya kumi na sita ya tafakari yetu, na kesho tuweze kuzungumza juu ya mahangaiko msalabani ya huyu mtu aliyesulibishwa pale msalabani. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.